Assalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatuh. bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wasalatullahi wasalamuhu ala nabiyina Muhammadin wl wa alihi wasahbihi ajma'in, wa ba'du. Kwa mara nyingine, karibuni tena katika mwendelezo wa maudhui zetu mbalimbali zenye lengo la kuelimishana na kuzinduana katika masala ya msingi kwenye dini yetu. Alhamdulillah, tumemaliza mwezi wa Ramadhani. Tunamwomba Allah tutakabalie ibada zetu na atupe mwisho mwema lakini kuna jambo la msingi hapa, naomba nilizungumze leo. Mwezi wa Ramadhani umemaliza huu tukiwa katika hali ya furaha, alhamdulillah, kwa vile tumeudiriki mwezi wa Ramadhani na tunashukuru kwa chungu ya neema ambazo Allah ametujaalia, tunamshukuru yeye. Lakini pia kwa upande mwingine, tumekuwa tuna huzuni, tumeupokea mwezi wa Ramadhani katika hali ya huzuni na tumemaliza tukiwa na huzuni, kwa sababu tumeondokewa na wapendwa wetu mbalimbali akiwemo Sheikh Abu Aid rahimahullah. Lakini jambo la kufurahisha kwa upande mwingine ni kwamba Allah subhanahu wa taala amethibitisha ukweli wa kile alichokuwa kikilingania Sheikh Abu Aid. Wallahi, katika Ramadhani ambayo imethibitisha nguvu ya kile tunachokilingania ni Ramadhani hii. Katika Ramadhani hii tumepata kuona ule msimamo wa kufuata mwezi mwandamo popote utakapoandama, tumeona ni msimamo uliodhoofika sana katika Ramadhani hii. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tumesikia kutoka kwenye vinywa vyao wenyewe wale ambao walikuwa wanatarajiwa kushadidia msimamo wa mwezi wa kokote, tumesikia kwa vinywa vyao wakizungumza na kuwanasihi watu wafuate miandamo yao. Tumemsikia Abdallah Humaid ingawa Abdullah Humeid, huenda ikawa msimamo huu alikuwa nao tokea zamani, lakini kule kudhihirika kwake, basi umedhihirika katika mwezi huu wa Ramadhani. Lakini pia tumeona kufedheheka kwa hawa viherehere ambao wanafuata mwezi sijui wa Saudia, sijui wa wapi, badala ya kungoja mwezi mwandamo wao wao, wakifuata miandamo ya mbali ambayo hata hawajaithibitisha. Tumeona dunia nzima mashekhe mbalimbali wanaisuta Saudi Arabia kwamba imefanya makosa katika kutangaza mwezi na Aidi haikuwa Jumapili, na watu wanatakiwa wailipe funga hii wale ambao walikula siku ya Jumapili. Kwa hakika tunaendelea kuwanasihi hawa watu kwamba msimamo salama na wenye nguvu ni kufuata mwandamo wa pale ulipo, na huo ndio msimamo ulioachwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ndio sunna na ndivyo itakiwavyo na ndo usahihi na ndo msimamo unaotekelezeka na tumelieleza hilo kwa upana kidogo. Na hapa leo sitaki kuizungumza kabisa mada hiyo. Hapa nimekuja kumnasihi mmoja katika hao wanaojiita Ansar Sunna, ingawa sio Ansar Sunna kabisa, lakini mmoja katika viongozi wao ambaye ni mbumbumbu kwa ukweli, hana ushehe huyu. Jamaa ni msemaji tu, mhangaikaji anaitwa Saidi Gwiji. Huyu tunampa nasaha na nasaha hizi tunamwomba azifanyie kazi. Huyu bwana zamani, kama miaka 13 iliyopita au 12, nilimkuta kwenye msikiti wa uwanja wa ndege pale, kuna msikiti pale, sijui umefanywa ukarabati sasa hivi, lakini alikuwa anawapotosha watu, anawafundisha watu wakikaa kwenye tashahudi wachezeshe madole hivi au wafanye hivi. Nilimkuta anapotosha watu pale. Leo tena tumemsiki, tunamsikia hapa akiendelea kufundisha msimamo wake wa kuwafarakanisha watu, msimamo wa kuleta vurugu na fujo katika jamii. Amezungumza mazungumzo kadhaa hapa, lakini kwanza, kabla ya kumsikiliza yeye, naomba nitoe pongezi za dhati, nitoe pongezi sana sana, nimpongeze Sheikh Muhammad Isa. Mimi ni Sheikh Muhammad Isa ni miongoni mwa wanaolingania katika Uislamu. Mashallah, siku ya Idi ni siku ya furaha, ni siku ya watu kuunga e, nyoyo baina yao. Mimi kimsingi nilifungua jana, lakini siku sikujaliwa kuswali swala ya idi jana. Sasa leo wanasali e, ndugu zangu wa ambao wamefungua leo, mimi nikaona ni sali leo, na hili ni fundisho kwa watu. Kuna watu wanadhani kwamba kuna ugomvi katika mambo haya Madhali huyu alifungua jana, mimi nimefungua leo, mwingine leo, wakati watu wako kwenye furaha, yeye ameanza kufunga sita. Sasa unafunga sita wakati watu wako kwenye furaha siku zote tatu hizi. Sasa unafunga sita wakati watu wako kwenye furaha siku zote tatu hizi, ulitakiwa uungane na wenzio ili mfurahie siku ya Idi. Sawa, wewe ulifungua jana, hawa wamefungua leo, lakini hakuna sababu ya Waislamu kusukumana kwenye mambo haya. Sasa hili ni fundisho. Mimi ni kiongozi katika taasisi ambayo nimo lakini leo nimesaliidi pamoja na Waislamu wenzangu, na naomba Waislamu wanisikilize. Tuko katika wakati mgumu mno, dunia nzima Uislamu unapigwa vita. Angalieni Palestina, leo si tunakula Idi hapa, kuna watu wanakula mabomu tu kule eh. Hawajafunga saumu, wamezuiwa vyakula, vinywaji, watoto, wajane. Dunia nzima Uislamu ndio ulielekewa kuwa ukupigwa vita, alafu tunapigana vita wenyewe kwa wenyewe. Eh, hii kauli kwamba sisi tumefungua leo, wanaofungua kesho ni Wakristo, haya ni maneno ya mtu ambaye hajui Uislamu. Huyu ni mtu wa kulinganiwa, huyu ni jahilu murakab Waislamu, ikhtilafu zipo. Maimamu wetu walikhtilafiana, lakini hawakugombana, hawakuonana maadui, walipendana. Mimi nimeswali leo makusudi ili wakuzungumza azungumze okay. Mimi nimeswali leo makusudi ili wakuzungumza azungumze okay. Mimi nimeswali leo makusudi ili wakuzungumza azungumze okay. Shemamedis mbana kasali na wale nimesali, ndio. Na umefungua Kusama jana na unasali na leo. Nimesali leo kwa sababu wanaosali leo ni Waislamu, walioswali jana Waislamu sasa huu ugomvi unatoka wapi, mpaka ifike mahala mtu aseme mi siwezi kusali ukiwa hujasali Idi siku ile ambayo wewe unaitakidi unasali huku jaaliwa sali hata kesho yake. Mafundisho ya Mtume anasema hata siku ya tatu usali. Tunampongeza sana Sheikh Muhammad Isa kwa maneno haya mazuri na yenye hekima. Tunampongeza sana na lau tokea zamani wangelishirikiana hawa wanaojiita Ansar Sunna na wakawafundisha watu hekima kama hizi maneno ya ya umoja yanayoleta nguvu ya Uislamu, basi tungelikuwa mbali sana. Sheikh Muhammad Isa tunampongeza, Allah amlipe kheri kwa hiki alichokifanya. Tunampongeza na maneno yake ni ya kweli na ya busara sana. Anasema Sheikh Muhammad Isa kwamba e, si vizuri mtu kuonyesha ubishani na asidhani mtu kwamba masala haya ni ya ugomvi, hapana. Na hiki alichokifanya ndicho ambacho sisi tuna kishauri, tuna washauri wale ambao wanafungua mwanzo kwa vile kwenye nchi hii wengi wanafuata mwandamo wa hapa, na viongozi pia wa nchi hii ndo wanatangaza mwandamo kwa msimamo wa kufuata mwandamo wa hapa, basi tunawashauri wale ambao wanafata msimamo wa mwezi wa kokote, wasidhihirishe ile khilafu, wasidhihirishe kule kwenda kinyume na wenzao wengi, wasidhihirishe. Kama wanafunga mwanzo, basi wafanye hilo kwa siri, na kama wanafungua mwanzo, basi wafanye hilo kwa siri na waje waswali idi siku ya pili waungane na wenzao waswali idi pamoja, kama alivyofanya Sheikh Muhammad Isa. Na hili ni jambo zuri sana, na inakubalika kuichelewesha Eid ukaja ukaswali siku ya pili yake kwa dharura, na miongoni mwa dharura na sababu ya msingi ni hii, kuleta umoja na kuepusha malumbano na vurugu na mgogoro. Hii ni sababu ya msingi sana na lau kama wangelifanya hivi basi ingelikuwa bora sana. Ukisoma katika kitabu Majmuu Fatawa ya Ibn Uthaimin juzuu ya kumi na tisa Shekh Ibnu Uthaimin kazungumza jambo zuri sana rahimahullah, anasema hivi, namnukuu. Shekh Ibnu Uthaimin hapa anasema hivi: faidha kunta tara anahu yajibu lamalu bilqauli lawali wa anahu idha thabatat ru'yatul hilali fi makanin min biladil muslimina ala wajhin shar'i, anasema ikiwa unaona wewe kwa uoni wako kwamba inalazimika kwako kufanyia kazi ile kauli ya kwanza ya kufuata mwezi popote kule, ikiwa wewe unaona hivyo kwamba usawa kwako kwa ni kwa kwa kwa kwa kufanyia kazi kauli hii, na ikathibitika kwamba mwezi umeonekana tena katika namna ya kisheria katika mji miongoni mwa miji ya Kiislamu. Na ukaona ufuate msimamo huo wewe, anasema Ibn Uthaymin. Ingawa yeye Ibn Uthaymin e, fatwa yake anasema kwamba kauli yenye nguvu ni kufuata mwandamo wako. Lakini hapa anatoa nasaha Ibn Uthaymin, anasema ikiwa utaona ni vyema ufuate yule mwandamo wa kokote. Ikiwa utaona hivyo ni wajibu kwako ufuate huo na ukafanya. Basi fanya hakuna tatizo. Wajibal 'amalu bi muktadha dhalik lakini anasema wakati ambapo utakuwa wewe umefanya hivyo, umefuata mwandamo mwingine, mwandamo wa mbali umefuata. Wakanat biladuka lam ta'mal ta bihadha, kwenye ule mji wako unaoishi ukawa haukufuata msimamo huu. Mfano hapa Zanzibar au Tanzania, unaishi hapa Zanzibar ambapo inajulikana msimamo wa Zanzibar ni kufuata mwandamo wetu, sio mwandamo wa kokote a-a, kufuata mwandamo wetu sasa ikiwa wewe unafuata mwandamo wako kote, lakini mji unaoishi ni kama vile Zanzibar, haufuati msimamo huo wengi kati yao na ndio msimamo wa viongozi, haufuati msimamo huo. Anasema Ibnu Uthaimin mbeleni mwa maelezo yake anasema fainnahu la yambaghi laka an tudhhira al mukhalafa. haitakikani kwako kudhihirisha kule kwenda kinyume na wenzako Lima fi dhalika min alfitnati walfawdha walakhdhi warradi, kwa sababu hilo ndani yake kunapatikana fitna, malumbano, mizozo na ugomvi. Wabiimkanika wabi antasuma sirran fi hilali ramadhan wa antuftira sirran fi hilali shawwal, na kwa vile unaweza kufanya hivyo basi fanya funga kwa siri, ikiwa umefunga katika msimamo unaoenda kinyume na mji wako, nafungua kwa siri ikiwa umefungua kwa msimamo unaoenda kinyume na na mji wako unaoishi. Ama almukhalafa fa hadhihi la tambaghi walaysat mimma yaamuru bihi alislam. Ama kwenda kinyume na ukadhihirisha waziwazi jambo hili halitakiwi na, nasi katika mambo ambayo Uislamu unayamrisha. Haya ni maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, ikiwa nyinyi mko wachache au uko peke yako unaenda kinyume na ule mji ulivyo msimamo wake katika kufunga na kufungua, basi wewe fanya kwa siri, usidhihirishe ile khilaf. Sasa hili ndo tunalo linasihi na tunampongeza Sheikh Muhammad Isa kwa kulionyesha hili kwamba waungane na wenzao katika kuswali idi. Hata ukifungua mwanzo sawa, fungueni mwanzo, lakini fungueni mwanzo kwa siri, muje muungane na wenzenu siku ya pili kuswali idi, ili papatikane umoja na uondoke ule mzozano, ile vurugu na malumbano. Imekuwa watu ikifika Ramadhani, badala ya akili zao kuzihamishia kwenye ibada, wanawaza migogoro tena. Sasa tutazame kauli nyingine ya Shekhe Ibn Baz katika mwendelezo wa fatua zake eh, kwenye nuru ala darb. Sheikh Ibn Baz aliulizwa swali na kijana mmoja Misri ambaye yuko Iraq anafanya kazi. Yule kijana akamwambia Shekhe Ibn Baz kwamba mimi nafanya kazi Iraq lakini ni raia wa Misri na nilifungua mwanzo kabla ya watu wa hapa napoishi kufungua, kwa sababu nilisikia mwezi umetangazwa Saudia. Sasa je, hili likoje? Sheikh Ibn Baz akamnasihi huyu kijana. Sikiliza alivyomnasihi. Huyu kijana aa akafungua mwanzo wakati wale watu wa pale anapoishi Iraq hawajafungua mwanzo. Sheikh Ibn Baz akamjibu huyu kijana ifuatavyo. Utaona fatwa hii hata katika majmua fatawa makalati ya Sheikh Ibn Baz katika juzuu ya 15 Sheikh Ibn Baz akamwambia hivi: "Alaika an tabqa ma'a ahli baladika." Unalazimika ubakie pamoja na watu wa mji wako unaoishi fa in sawmu fasum ma'hum, wakifunga wao funga pamoja nao. Wa in aftaru fa aftir ma'hum, wakifungua fungua pamoja nao, li qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tufthiruna, kufunga kunatakiwa mtu afunge pamoja na watu wanapofunga na kufungua vile vile ni kufungua siku ambayo watu wanafungua. Na akaendelea Sheikh Ibn Baz akasema, wa li anna al khilafa sharrun, na kwa sababu ile khilaf mgogoro kupishana ni shari, kule kuzozana ni shari. falwajibu alayka an takuna ma ahli baladika jambo la wajibu kwako ni kubaki pamoja na watu wa mji wako. fa idha aftara almuslimuna fi baladika fa aftir maahum, watu wa mji wako wakifungua nawe fungua pamoja nao. Hapa Sheikh Ibn Baz kamna si huyu kijana moja kwa moja, kutodhihirisha khilaf, kutodhihirisha kwenda kinyume na walio wengi na msimamo wa ule mji. Sasa haya ndo ambayo yanatakiwa watu wayafanye, kwa hiyo tunampongeza Sheikh Muhammad Isa, lakini tunamnasihi Saidi Gwiji aache kuchochea fitna, husda ja, na chuki. Bado husda na chuki zinaendelea juu ya suala hili la mwezi kuandama. Kwa hivyo waachiwe watu wafuate wanapotaka, lakini kuupinga mtazamo huu, basi hiyo ni chuki ya dhahiri kabisa na ni husda kabisa. Mheshimiwa Salmini alifuatwa na baadhi ya mashehe wa upande wanaopinga upande huu kumtia chuki na yeye na fitna kupeleka, ili sisi tufungiwe tusipate fursa kama hizi za kusata mkoho uguo amezungumza maneno mengi, sijui ile tumemfuata rais eh, sijui uh, tunamuomba tuendelee kuswali na watu wanatuambia kwamba sisi huu tunaofanya ni uzushi, na mkweli ni uzushi, kweli ni uzushi, ni msimamo ambao hautekelezeki na si sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoiacha. Lakini tunasema huo huo msimamo dhaifu mnaweza kubakia nao wa kufuata mwandamo popote, isipokuwa ni vyema basi mkalifanya hilo kwa siri, ili kuungana na wengi kuleta umoja na kuepusha vurugu.